Na mimi ni miongoni mwa Waislamu wa. Je, hivi sasa ndipo umeamini na ilhali -ha kwa hakika uliasi hapo kabla na ukawa miongoni mwa waharibifu? Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran mina annasi an ayatina laghafilun, basi leo tunauopoa mwili wako ili uwe ishara na fundisho kwa walioko nyuma yako, kwamba wewe sio Mungu, na hakika kabisa watu wengi ni wenye kughafilika na aya zetu.

haki imekwisha kukufikia kutoka kwa Mola wako Mlezi, kwa hiyo katu usiwe miongoni mwa watiao shaka. wala takunanna min alladhina kadhabu biayati llahi fatakuna min alkhasirin, na kamwe usiwe miongoni mwa wale wanaozipinga aya za Allah, ikasababisha uwe miongoni mwa waliopata hasara. innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun, hakika wale ambao neno la mola wako mlezi limethibiti kwao kamwe hawaamini. walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al'adaba al'alim, na hawaamini hata ziwajie aya zote

Basi laiti ungepatikana mji ulioamini na imani yake ikaunufaisha, isipokuwa tu watu wa Yunus walipoamini, tuliwaondolea adhabu ya fedheha katika maisha ya duniani na tukawaneemesha kwa muda.

Wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wayaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun, na haiwi kwa nafsi yoyote kuamini isipokuwa tu kwa idhini ya Allah, na Allah anaweka uchafu wa uovu na upotevu kwa wale wasiotumia akili na kumtambua Allah na kumwamini.

fhl ynthirun illa mthl ayam aldhina halau min qablihm qul fnthiru inni makum min almuntahirin si hivi hawangojei isipokuwa tu mfano wa masiku ya watu waliopita kabla yao. Sema basi ngojeni, mimi pamoja na nyinyi ni miongoni mwa wenye kungojea. Thumm nunji rusulana waldhina amnuu kdhalik haqan alayna nunji lmuminin, kisha tukawaokoa wa mitume wetu na wale waliyoamini, wa kama hivyo ni haki kwetu kuokoa waumini.

Ikiwa nyinyi mna shaka na usahihi wa dini yangu, basi mimi siabudu wale mnaoabudu badala ya Allah, na lakini ninamwabudu Allah ambaye anakufisheni, na nimeamrishwa kuwa miongoni mwa waumini wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna min al mushrikin na pia nimeamrishwa kwamba elekeza uso wako katika dini hali ya kumtakasa Allah na usiwe miongoni mwa washirikina. wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Na usiombe usiabudu chochote badala ya Allah ambacho hakikunufaishi na hakikudhuru, basi kama ukifanya hivyo

li fadlihi yusibu bihi man yashau min ibadihi wa huwa al-ghafuru rrahim. Na kama Allah atakuhusisha madhara yoyote, basi hakuna yoyote wa kuyaondoa isipokuwa yeye tu, na akikutakia khairi basi hakuna wa kurudisha kuzuia fadhila zake. Allah anamlenga anampa fadhila zake amtakaye, katika waja wake.

Hakika imekujieni haki kutoka kwa Mola wenu mlezi, basi yeyote anayeongoka anaongoka kwa faida ya nafsi yake, na anayepotea basi kwa hakika anapotea kwa fasara ya nafsi yake, na mimi si msaidizi kwenu. wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum allah wa huwa khayrul hakimin na fuate yale yanayofunuliwa kwako na kuwa na subira hadi Allah ahukumu, na yeye Allah ni bora zaidi ya wanaohukumu. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif lam Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, hizi ni herufi za mkato na Allah ndiye anayejua maana yake. Hiki ni kitabu ambacho zimetengenezwa vema aya zake, kisha zimefafanuliwa kutoka kwa aliye na hikma mwenye habari nyingi. Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhiru wabashir, kwamba msiabudu chochote isipokuwa Allah tu, hakika mimi ninatoka kwake nikiwa mwonyaji na mwenye kutoa habari njema. Wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana Yumatikum mataan hasanan ila ajali musamman wa yuktiku kulla dhi fadlin fadlah, na mwombeni msamaha Mola wenu Mlezi kisha rejeeni kwake atawastarehesheni starehe nzuri mpaka muda mu uliotajwa na atampa kila mwenye fadhila fadhila zake. wa in tawallu fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir, na kama watakengeuka kwa hakika mimi ninaogopea kwenu kupata adhabu ya siku kubwa. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir, kwa Allah tu ndiyo marejeo yenu na yeye kwa kila kitu ni mweza. Ala innahum yathnun sudurahum liyastakhfuu minh ala hina yastawshuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yulinun innahu 'alimun bidhati lsudur, ehe kwa hakika wao wanaficha vifuani mwao ukafiri ili wajifiche kwake Ehe, wakati wanajifunika nguo zao wasionekane, kwamba Allah anajua yote wanayoyaficha na wanayoyadhihirisha. Kwa hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo vifuani.